Na kwingineko mtazamaji, wa wasichana mia nne kutoka kaunti ya Kwale wamepokea mafunzo ya kukabiliana na visa vya dhulma za kijinsia na maswala ya uongozi. Mafunzo hayo kwa wasichana walio umri wa chini ya miaka 30 yamejumuisha sheria zinazowalinda watoto wa kike na wanawake dhidi ya dhulma. Wasichana hao pia wakihamasishwa kuhusu uongozi wa wanawake kama suluhu ya changamoto zinazowakumba katika jamii, wakitakiwa kujitokeza na kuwania nyadhifa za uongozi kwenye uchaguzi mkuu. kuwahamasisha eh, wakati wanapodhulumiwa watafanya nini na ni sheria gani zinazo zinazowalinda. I think kitu yenye inaribezi kesi pia ni watu hawaripoti kwa sababu hawajui, hata wakiripoti wataanzia wapi. Tulifanya research uh, at the beginning of this year

Wanaweza ongoza pia nchi. Thanks to this seminar nimeweza kujifunza kwamba wanawake pia wanafaa kupigania hivi viti kama mtu mwingine. Hiyo ndio italeta gender equality katika um, kaunti yetu ya Kwale Na